Wapendwa watazamaji wa, wa, wa Kipalapala Seminari Online Tv, leo tarehe kumi na moja mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na sita mama kanisa mtakatifu anaadhimisha sikukuu ya ubatizo wa Bwana. Sikukuu hii katika kalenda ya kiliturujia ni sikukuu ambayo inahitimisha rasmi kipindi cha Noeli au kipindi cha Krismasi na kufungua kipindi cha mwaka sehemu ya kwanza. Napenda kukukaribisha katika makala hii fupi ili niweze weze kufahamishana kwa ufupi juu ya chimbuko la sikukuu hii katika kalenda ya kiliturujia katika kalenda ya kanisa pia tufahamu historia yake, historia ya tukio lenyewe kadiri ilivyoandikwa katika Maandiko Matakatifu na pia tuweze kutazama ni kwa namna gani tukio hili la ubatizo wa Bwana linaweza kutuimarisha katika imani yetu. Tuna, tunaweza tukachota mafundisho gani katika, eh, katika tukio hili kwa ajili ya kuboresha na kuimarisha imani yetu. Pia nitapenda kukufahamisha kwamba ni kwa nini Yesu ambaye hana hata doa la dhambi alikubali kujinyenyekesha na hata akaweza kubatizwa na Yohane Mbatizaji. Basi, moja kwa moja tukitazama sikukuu hii katika kalenda ya kiliturujia, katika historia ya kanisa, tunaona kwamba mwanzoni kabisa sikukuu hii haikuwepo katika utaratibu wa kalenda ya kiliturujia. E, na tunaambiwa kwamba katika e, karne za mwanzo, karne ya nne e, tukio hili liliunganishwa katika sherehe ya Epifania au sherehe ya tokeo la Bwana ambayo iliadhimishwa tarehe sita mwezi wa kwanza, na, na, na sherehe ya Epifania ilikuwa inaadhimishwa na ndugu zetu wa upande wa kanisa la Mashariki. Sherehe hii ya Epifania au tokeo la Bwana, kadiri walivyokuwa wanaadhimisha ndugu zetu wa kanisa la Mashariki, iliunganisha matukio manne katika maisha ya Yesu. Tukio la kwanza ni tukio la kuzaliwa kwake. Tukio la pili ni tukio la ubatizo pale mtoni Yordani. Na tukio la tatu ni tukio la kutembelewa na mamajusi eh, mamajusi kutokea upande wa mashariki. Na tukio la nne ni tukio la muujiza wa kugeuza maji kuwa divai katika harusi ya Kana. Na matukio manne ndio yalikuwa yanaunganishwa katika sherehe hii ya Epifania katika kanisa la upande wa mashariki. Ndiyo maana hata leo wapo baadhi ya makanisa ya mashariki ambayo wanaadhimisha sherehe ya Krismasi tarehe sita mwezi wa kwanza badala ya tarehe ishirini na tano mwezi wa kumi na mbili kama ilivyo upande wa kanisa la magharibi. Na ilipofika karne ya nane, ndipo kanisa la magharibi lilipoingiza hii sherehe ya Epifania katika kalenda ya kiliturujia na ingawa katika kanisa la magharibi wao waliamua kujikita katika kuadhimisha tokeo la Bwana kwa mataifa kupitia wale mamajusi yaani Melkiori, Baltazari na Gaspari. Basi katika mwendelezo huo huo katika historia ya kanisa na, na ilipofika mwaka 1955 ndipo Baba Mtakatifu Pius wa kumi na mbili alipoidhinisha alipoidhinisha rasmi kwamba tarehe kumi na tatu ya mwezi wa kwanza iwe ni siku maalumu ya kuadhimisha kumbukumbu ya tukio la ubatizo wa Bwana ule mtoni Yordani. Na basi katika eh, kuendelea kutafakari tukio hili ilipofika mwaka 1969, eh, baada ya mtaguso wa pili wa Vatikano kalenda ya kiliturujia ilifanyiwa marekebisho, na hivyo e, e, siku hii ikapewa hadhi ya sikukuu, sikukuu ambayo itakuwa inahitimisha rasmi kipindi cha Noeli au kipindi cha Krismasi. Na katika kuadhimisha sikukuu hii basi ilielekezwa kwamba itanguliwe na sherehe ya Epifania na sherehe ya Epifania ilipaswa kuadhimishwa ta, ilipaswa kuadhimishwa tarehe sita mwezi wa kwanza au katika dominika inayoangukia kati ya tarehe mbili mwezi wa kwanza hadi tarehe nane mwezi wa kwanza. Na baada ya hapo dominika ile ilikuwa inafuata baada ya tarehe sita mwezi wa kwanza ndio ilipaswa kuwa dominika ya dominika ya sikukuu ya ubatizo wa Bwana. Katika maandiko matakatifu hususani katika Injili ilivyoandikwa na Luka e, tunaambiwa kwamba Yohane Mbatizaji alianza rasmi utume wake katika mwaka wa kumi na tano wa utawala wa Kaisari Tiberio ambaye alitawala dola ya Kirumi kuanzia mwaka wa kumi na saba hadi mwaka wa thelathini na saba baada ya Kristo. Na inasemekana mwaka alioanza utume Yohane Mbatizaji ulikuwa ni mwaka wa ishirini na nane kwenye mwezi wa nane au wa tisa hivi. Yohane Mbatizaji alitokea kama, alijitambulisha kama sauti ya mtu aliae nyikani, ikiwaalika watu watengeneze njia ya Bwana tayari kwa ujio wa Masiha na watu walimwona kama nabii, nabii ambaye alitokea baada ya muda mrefu kupita, takribani miaka 400 hivi, baada ya kifo cha nabii Malaki, ndipo tena wana wa Israeli walipopata bahati ya kumsikia tena nabii, naye Yohani Mbatizaji e, alijikita zaidi katika kuwafundisha watu na kuwalika watu wamrudie Mwenyezi Mungu kwa toba. Naye pia e, kama ishara ya toba, aliwabatiza watu. E, watu walibatizwa na wakawa katika ubatizo huo, basi watu waliweza kuondolewa dhambi zao. Ni katika Mto Yordani. Takumbuka katika maandiko matakatifu, Naamani yule jemedari wa mfalme wa Shamu alijichovya mara saba kwa agizo la, la nabii Elisha kama tunavyosoma katika kitabu cha pili cha Wafalme sura ya tano aya ya nne na hivyo akaweza kutakasika. Basi wakati Yohane Mbatizaji akiwa anaendelea na utume wake ndipo Bwana wetu Yesu Kristo alipojitokeza, e, akaungana na wale ambao walikuwa wanamwendea Yohane Mbatizaji ili abatizwe na yeye. Pia alijitokeza kwa kusudi hilo hilo la kwenda kubatizwa akiungana na wanadamu wengine wa dhambi, e, akitaka naye kubatizwa. Na inasemekana basi katika nyakati hizi, katika wakati huu alikuwa na takribani umri wa miaka thelathini umri ambao katika mazingira ya Israeli ulichukuliwa kama umri wa ukomavu au the age of maturity, na utakumbuka pia katika pia maandiko matakatifu e, tukirejea katika kitabu cha pili cha Samueli sura ya tano, a, sura ya tano, a, ya tano aya ya nne mfalme Daudi alitawazwa kuwa mfalme akiwa na miaka thelathini. Hivyo tunaona namba namba thelathini ni kama ina uhusiano fulani hivyo. Katika pia e, katika nyakati mbalimbali mbali za, za, za Ukristo, watu wengi wamekuwa wakijiuliza swali hili kwamba ni kwa nini Yesu Kristo ambaye hakuwa na dhambi aliamua e, kujishusha na kuungana na binadamu walio wa dhambi na kwenda kubatizwa na Yohane Mbatizaji e, katika ubatizo ambao lengo lake lilikuwa ni kuondoa dhambi. Basi yapo majibu kadhaa, watu wengi wamejitahidi kuyatolea kuya, kuya, kuya yatoa majibu hayo kwa ajili ya, kuzi, ya, kuzi, ya kuzima kiu hii ya kutaka kufahamu kwamba lengo la Yesu kwenda kubatizwa lilikuwa ni nini. Basi katika zipo nadharia chache na, na naenda kuzieleza. Na nadharia ya kwanza, wapo waliodai kwamba Yesu Kristo alikuwa alishauriwa na mama yake Bikira Maria na ndugu zake kwamba akabatizwe kama Waisraeli wengine walipokuwa wanaenda kubatizwa na ipo nadharia nyingine ambayo ilisemekana kwamba eh, inawezekana kwamba Yesu Kristo alikuwa ni mwanafunzi wa Yohane Mbatizaji ndio maana aliamua kumfuata mwalimu wake. Nadharia ya tatu inasemekana kwamba Yesu labda inawezekana alitaka kuonesha ufa, eh, ubatizo wa Yohane, ubatizo wa Yohane ulitoka kwa Mungu. Eh, nadharia nyingine labda wapo waliodhani kwamba inawezekana Yesu Yesu Kristo kwa kubatizwa kwake ilikuwa ni sehemu ya maandalizi ya ubatizo mwingine ambao ni mateso na kifo chake msalabani na hatimaye kufuka kwake baada ya siku ya tatu. Lakini nadharia ya mwisho ambayo tunaweza tukaisoma katika injili ya Matayo sura ya tatu aya ya tano, e, basi inaonyesha kwamba Yesu Kristo baada ya Yohane Mbatizaji kusita kumbatiza akidai kwamba yeye ndiye angepaswa abatizwe na Yesu, basi Yesu anaamua kumjibu kwamba ameamua kubatizwa ili kutimiza haki yote yaani, kutimiza mapenzi ya Mungu. Basi katika tukio hili pia e, la ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo tunaona kwamba e, baada ya Yohane mbatizaji kumbatiza Bwana wetu Yesu Kristo kuna tukio ambalo lilitokea. Tukio hili ni mbingu zilifunguka Roho Mtakatifu akashuka kwa mfano wa umbo la njiwa na sauti ya Baba ilisikika kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Wapendwa watazamaji, katika tukio hili mama kanisa a, anatuchotea mafundisho mbalimbali mbali, e, ya kuweza kujifunza na kuweza kutuimarisha e, katika maisha yetu ya kiimani hasa kama Wakristo basi E, kwa namna ya pekee, kwanza, jambo la kwanza la kufahamu kutokana na tukio hili ni kwamba e, utatu mtakatifu unajidhihirisha. Tunaona kwamba mwana katika ubatizo wake kama nafsi ya pili ya utatu mtakatifu, katika ubatizo wake Mungu Baba anajidhihirisha kupitia, e, kupitia sauti yake iliyokuwa inasema kwamba huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, na Roho Mtakatifu pia anashuka kuthibitisha kwamba e, wao katika umoja wao katika e, m, katika umoja wao kwamba wanashiriki wote kwa pamoja katika ukombozi wa mwanadamu. Jambo la pili, tukio la Roho Mtakatifu kwa e, kushuka wakati wa ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo linaonyesha kwamba ni mwanzo wa uumbaji mwingine, uumbaji mpya, na tukirejea pia hata katika E, ile habari ya Nuhu baada ya gharika, alimtuma njiwa, alimtuma njiwa aende akaangalie hali ya nje ya safina, na ndipo njiwa aliporudi na jani bichi, jani la mzeituni kuashiria kwamba tayari kuna u, e, mwanzo mpya wa uhai e, ulikuwa tayari umeshaanza. Hivyo basi kwa ubatizo wa bwana wetu Yesu Kristo ni, ni, ni kiashirio kwamba uumbaji mpya kipindi cha uumbaji mpya e, kimeanza rasmi e, pamoja na hayo tukio pia la, ujio wa, la kushuka kwa Roho Mtakatifu kwa mfano wa njiwa linatupeleka pia katika tukio la Pentekoste ambapo Roho Mtakatifu aliwashukia mitume na baada ya hapo, wale wote waliokuwa wanabatizwa basi, e, Roho Mtakatifu waliweza kumpokea Roho Mtakatifu baada ya ubatizo na kama tunavyoona pia kwamba tukio la, la, la ubatizo wa Bwana lilikuwa ndio mwanzo wa utume wake wa hadharani, ndio ulikuwa mwanzo wa utume wake wa hadharani. Na hivyo hivyo pia katika kanisa baada ya ujio wa Roho Mtakatifu ndipo rasmi kanisa liliweza kuanza utume wake wa wazi, utume wake wa hadharani, utume ambao umeenea mpaka leo hii. Ubatizo huu wa Bwana wetu Yesu Kristo pale mtoni Yordani E, pia ulikuwa ni kiashiria au kwa Kiingereza tunasema anticipation kwa ajili ya ubatizo mwingine ambao e, ungetokea mwishoni mwa maisha yake ambao kupitia mateso, kifo na kifo chake pale msalabani, kama ye mwenyewe anavyotuambia katika Injili ya Luka sura ya kumi na mbili aya ya hamsini kwamba anao ubatizo mwingine, na akiwa anaendelea kusubiri ubatizo basi yuko katika mahangaiko makubwa hadi aweze kufikia ubatizo huo, hivyo maisha ya Kristo tunaona basi ya maisha ya hadharani yamefungwa ndani ya ubatizo wa aina mbili: ubatizo ule wa Yohane wa, wa, wa Mbatizaji pale Yordani, na ubatizo mwingine ambao utakamilika pale Kalvari kwa mateso na kifo chake, lakini pia baada ya siku tatu, basi atafuka kwa ushindi, ishara ya, ush, ishara ya ushindi dhidi ya mauti na dhambi na dhambi na pale Yordani alipozamishwa katika maji ya mto Yordani Yordani, basi e, iliashiria kifo chake dhidi ya dhambi za watu, dhidi ya dhambi za ulimwengu. Na kwa kuibuka kwake basi e, katika maji yale, iliashiria ufufuko wake na ushindi dhidi ya mauti na dhambi. Pamoja na hayo basi, jambo lingine la msingi katika tukio hili la leo ni kwamba tunaona pale baada ya Bwana wetu Yesu Kristo kubatizwa, wakati anaendelea na sala, mbingu zilifunguka hapo eh, tunajifunza kwamba ubatizo katika maisha yetu sisi wanadamu unatufungulia milango ya mbingu kama bwana wetu Yesu Kristo anaposema katika Injili ya Mtakatifu Yohani sura ya tatu aya ya tano kwamba mtu asipozaliwa kwa mara ya pili kwa maji na Roho Mtakatifu hawezi kamwe kuingia katika ufalme wa mbinguni. Hivyo ndivyo inavyothibitisha kwamba ni kwa namna gani ubatizo ni wa muhimu sana kwa wokovu wetu sisi. Hivyo basi tunaalikwa sisi sote, na kwa namna ya pekee, wazazi na walezi kuwapeleka watoto katika kanisa mara pale wanapozaliwa au baada muda mfupi baada ya kuzaliwa, ili waweze kubatizwa na kupokea uzima huu mpya, uzima wa kimungu e, na ondoleo la dhambi ya asili e, katika maisha yao, na pia waweze kufanywa watoto wa Mungu na watoto wa Kanisa ili waweze kufaidi E, ule ukombozi ambao Bwana wetu Yesu Kristo ameweza kutuletea kwa kuzaliwa kwake na zaidi sana kwa mateso yake na kifo chake msalabani na hatimaye kufufuka kwake kwa ushindi siku ya tatu. Tumsifu Yesu Kristo.